Pale ambapo mwanadamu anakuwa ameupokea ufalme wa Mungu, tutaenda kuangalia umuhimu wa kupokea ufalme wa Mungu. Tulijifunza kwamba nini maana ufalme wa Mungu. Tunasema kwamba ufalme wa Mungu ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu anatawala, ambapo tunajua Mwenyezi Mungu yupo mbinguni. Ina maana katika dunia hii Mwenyezi Mungu anatawala ndani ya mwanadamu. Ni mwanadamu huyo ni upi? ni yule ambaye tayari amekwisha kumpokea Bwana Yesu asifiwe tena. Yani wale wote ambao wamekwisha kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ina maana ndipo pale ambapo Mwenyezi Mungu anaweka ufalme ndani yake. Kuna mambo ambayo huwa yanatokea pale ambapo mwanadamu anakuwa amempokea Yesu Kristo kuwa, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kuna mambo ambayo huwa yanatokea kwa mwanadamu. Kuna muda pale ambapo mwanadamu anakuwa amepokea ufalme, kuna muda ambapo mwanadamu anakuwa amepokea ufalme, huwa naona kama kuna baadhi ya mambo yanaharibika, kuna baadhi ya mambo yanakuwa yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Tena pia katika hayo mambo kuharibika kuna baadhi ya watu ambao waga wanajitenga, wengine ni ndugu na pia wengine ni marafiki, wengine pia ni watu ambao watu wa karibu. Kuna muda waga unakuta wanaanza kujitenga. Unapoona watu hao wanajitenga, iwe ni ndugu, iwe ni marafiki, iwe ni watu gani, ni ndugu yangu, usianze kuwafuata hao watu, bali mfuate Mungu kwa sababu hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu kukupembulia hawa watu na hivyo vitu, ili yeye atawale. Inamaana Mwenyezi Mungu pale ambapo anaingia ndani ya mwanadamu huwa anaondoa baadhi ya vitu, alafu katika kuondoa baadhi ya vitu huwa analeta vitu ambavyo ni sahihi, ambavyo vinakufaa wewe mwanadamu. Ina maana katika kuleta hivyo vitu, ina maana kabla kuleta hivyo vitu atawaleta watu sahihi. Watu sahihi, ina maana hao watu ambao wanaondolewa, jua kabisa sio watu sahihi, ndio maana wanaondolewa kwako. Ina maana hapo tunaweza kuangalia, wengine, wengine wanaweza kawa ni kizuizi kufikia hatima yako. Hivyo unapoona watu wanaondolewa, ndugu yangu, usiweze kuwafuata hao watu bali mfate Mwenyezi Mungu, yeye atakutambulisha yote. Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 4 kinasema kwamba kwa kuwa ulikuwa wasamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami, nimekupenda kwa sababu hiyo, nitatoa watu kwa kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo usiangaike, usiangaike ukasema kwamba mimi nitaishi vipi? Mimi nitaishi vipi bila ndugu? Mimi nitaishi vipi bila marafiki? Mwenyezi Mungu anajua nini hitaji lako pale ambapo anakuwa amekuvuta. Anajua anajua kuanzia hapo ulipo utavaa nini, utakula nini. Hivyo usianze kuangaikia watu, beba mizigo yako, beba mizigo yako mwenyewe, mfuate Yesu Kristo, usimtegemee ndugu yoyote, usimtegemee mama yako, usimtegemee baba yako, usitegemee kitu chochote. Kwa sababu gani? Hao wote ambao utakuwa unawategemea kwa wakati huo, ina maana hawana mwanzo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ukiona hayo mambo yanatokea, ukiona hayo mambo yanatokea, ndugu yangu, ni muda wa kushikamana na Mungu mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tena kuangalia, lipo neno la Mungu hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi mstari wa thelathini na saba na thelathini na tisa kinasema kwamba apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tumekwisha kuangalia hapa, wale wote ambao wameweka wameweka watu na vitu kwenye mioyo yao hawamstahili Mwenyezi Mungu. Ina maana Mwenyezi Mungu anachokifanya, anaondoa hayo mambo katika moyo wa mwanadamu, ili Mwenyezi Mungu atawale kwenye moyo wa mwanadamu hivyo, usiweze usi, usi kuwafuata hawa watu bali mfuate Mungu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anakutengenezea njia sahihi, Mwenyezi Mungu anakutengenezea njia sahihi, na pia Mwenyezi Mungu anataka umtegemee yeye na sio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kupitia kuondoa watu na kuondoa vitu, ina maana ni itakufanya kwamba wewe utambue utambue kwamba nafasi ya Mungu iko wapi na nafasi ya watu iko wapi na nafasi ya vitu ipo wapi. Hivyo pale ambapo utakuwa umemkubali Yesu Kristo, atakurejeshea hayo yote, atakupa watu sahihi na pia atakupa vitu kutoka kwake. A katika kitabu cha Luka kinavyosema, kitabu cha Luka sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na nane mpaka thelathini kinasema kwamba Petro akasema, tazama, sisi tumeacha vitu vyote tumekufuata. Akawaambia, aka hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au, au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asiyepokea zaidi mara nyingi katika zama katika zama hizi, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe! Tena hivyo yule ambaye anakuwa ameacha mambo yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ina maana anapokea mambo yote hivyo Usiangalie kwa wakati huo Mwenyezi Mungu amekuita, pale ambapo anakuwa amekuita kwamba kuna vitu gani ambavyo vinakuwa vinaondoka katika maisha yako, usiangalie hivyo vitu, usiangalie kazi, usiangalie usiangalie baba usiangalie mama usiangalie dada usiangalie kaka usiangalie kitu chochote ambacho kinaondoka katika maisha yako, yaani kusiwe kuna kitu chochote ambacho kinakuzuia wewe usione ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? huku kuna kila kitu, huku kuna, kuna kila kitu katika zama hizi, Mwenyezi Mungu amekwisha kusema, na pia kuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. tena hivyo katika kuwatenga katika kuwatenga au watu wa karibu, Mwenyezi Mungu anajua, Mwenyezi Mungu anajua ni vipi hao watu watakuja wakufikie. Tena tunakumbuka kwamba Yusufu aliuzwa na ndugu, lakini katika kuuzwa huko alienda kuandaliwa kwa ajili ya kutengeneza kwa ajili ya kutengeneza maisha sahihi mpaka ya ndugu zao. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo pale ambapo unakuwa umeondolewa watu hao, ndugu yangu, usiwafuate, bali mfuate Yesu Kristo akutengenezee kwanza njia zako, ndipo nao pia watapata njia zao kupitia hizo njia ambazo Mwenyezi Mungu amekwisha kukutengenezea. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kusema, Mwenyezi Mungu awalinde wote.